ya kupoteza mwelekeo maono. Ndio maana anasema pasipo maono, watu huacha kujizuia. Maono ukiwa na maono, ndio maana vijana wetu lazima wajue na waelewe maono, kuanzia siku sufuri, sio sifuri, sema sufuri Sio sifuri su sufuri. Mpaka miaka kumi na tano huyu mtu anaitwa mtoto, anaishi na maono ya mzazi. Sawa. Eh, miaka kumi na tano mpaka ishirini na tano huyu sasa anaanza, kama ni kusoma chuo anasoma, maana yake anatafuta maono yake ni nini, ndani ya hiyo miaka kumi. Maono yake ni nini? Maono yake ni nini? uk ukiwa na ukiwa na maono, ukiwa na maono, ukiwa na maono, utaichukia serikali. Sijui kama nimeeleweka. Ukiwa na maono, maana maono yatakuhimiza kutafuta fursa. Miaka 25 mpaka 35, pia maono, kuwa mtumwa wa maono yako. Huwezi kuwa na maono makubwa kabla hujawa mtumwa wa maono yako. <laughs> maono ni ya kwako, ila unakuwa mtumwa wa hayo. Lazima ukae chini ya mtu, yale maono uyatumikie Karama zote. na ili unapokuwa na maono yako uweze kuyasimamia kwa laana ya kukosa mwelekeo ni laana inayoua maono ya mtu na mwelekeo wa mtu na huyo mtu anakata tamaa hiyo inaitwa laana hiyo yote nazungumzia kazi nazungumzia kazi ya mikono yako laana ya mikono hii inazungumzia Laana ya mikono nazungumzia laana ya mikono kwa hiyo, laana ya kupoteza mwelekeo, huondoa utulivu, asione fursa. Laana ya kuvuruga vifaa, kama mitambo au vifaa vya kazi ari, kuharibika bila sababu za kiufundi, vitu hivyo vinaharibika bila sababu za kiufundi Si fundi anakuja anakuta kila kitu, mbona kikosia? Vitu vinaharibika vinaharibika tu, hujui vinaharibikaje ujui vinaharibikaje. Zaburi ya mia na arobaini na saba ule mstari wa kumi na nane Zaburi ya mia na arobaini na saba ule mstari wa kumi na nane inaeleza hivi. Inaeleza hivi ule mstari wa kumi na nane Hulituma neno lake na kuviyeyusha, huuvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Jamani <laughs> tunaelewana. Hulituma neno lake na kuviyeyusha. Sema na yeyusha, shika mikono yako hivi, sema, sema na yeyusha kila laana kwenye mikono na yeyusha. Kila laana, kila laana iliyokaa kwenye mikono yango na ya kuharibu fitu na kuharibu vifaa, ondoka, ondoka, achia mikono yango, ewe laana, ewe laana achiya mikono yango, laana ya kishawi. Laana ya kitanga, laana ya mizimo, laana na watu wa karibu yangu.